Mimi nafanya so, kitu kizuri mimi nafanya kazi na wewe alafu hujani follow mimi nakuangalia ujue eh hey. Sasa si kila mtu sema maamuzi yake mimi nataka nione watu. Ile hatimaye huyo hapa afanya lake zake kazi labda hata na Bieber mm. Au Chris Chris hata mfano whiskey kafollow watu lakini whiskey haifanya kazi na Justin Bieber na hajamfollow mpaka leo. Sio kwamba kufollow mtu ni mchongo, hapana. Yeah. Maana mtu ukihitaji kuangalia kazi zake unaweza kusachi jina lake nakaona yeah, na ukamfuatilia vile vile, lakini zile respect flani kwamba unakaa na unajua mtu akiwa amekufollow asema naye anaiona huko eh, hawa watatu siwezi kuwataja kwa sababu za kibiashara, usikute wamenani wa, wa bahati mbaya. Hamna hata sio watu na sio watu eh, ni biashara zake hizo. Ah, okay, ni ni confidence, love the confidence but yeah. Diamond platinums na ah, ka follow watu wengi mnyamwe yeah, Diamond diamond ni follow ni diamond ni follow hadi mdogo eh, niliona niliona interview moja ya Drake Drake, unajua amefollow watu zaidi ya elfu